Na katika klipu iliyopita tumezungumza alama ishirini na moja za mtu ambaye anarogwa au ameshambulika na mashetani, kwa lugha fupi ameshambulika kwa nguvu za kiroho. Na hii ni klipu ya pili. Leo tutakuwa tukizungumza kuhusu mtu ambaye ameshambulika eh, kwa nguvu za majini au uchawi. Ndugu yangu fahamu kwamba ziko jumla ya ndoto nyingi sana. Mimi nimechagua tu ndoto hamsini ambazo zitakuwa ishara ya kuonyesha kwamba wewe umeshambulika kijini au uchawi unakuandama, na pia huwa nagusia ambazo zinakuwa na ishara ya ziada kama vile migogoro au kuandamwa na watu, nitakuwa ninadokeza pia, kwa sababu ndoto hizi huwa zinabeba maana pana. Fahamu kwamba hii ni maana ya ishirini na mbili: kuona mazingaombwe au moshi mweusi ukikufunika. Mtu atashangaa ndotoni, anatembea mara ghafla, au yuko ndani kwenye chumba, mara ghafla moshi umetanda, moshi mweusi ukamfunika. Hii ni ishara kwamba wewe umesibiwa na sheitani au uchawi. Lakini alamu ya ishirini na tatu eh, ni kushindwa kusoma Qurani notoni. Kila ukijaribu kusoma Qurani, wewe ni mtu wa maombi, ni mtu wa dua wewe, lakini kila ukijaribu hola unashindwa kabisa, fahamu kwamba wewe umeshambuliwa na sheitani au nguvu ya kichawi. Sababu ya ishirini na tatu kushindwa kusoma Qurani katika ndoto. Ishirini na nne ni kusikia sauti ambazo zinakuzuia usisome aya tal kursi. Ile aya inayozungumza ufalme kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kushindwa kusoma aya hii ni ishara ya kwamba wewe umeshambulika tayari. Hivyo basi fanya jitihada za haraka kujinasua kutokana na uchawi au sheitani aliyekuandama. Namna gani unaweza kufahamu sasa ndoto tunasema uchawi au sheitani ni nini hasa? Ili ufahamu haya, lazima uwe kwenye mikono ya tabibu au mfasiri wa ndoto, yeye ang'amue kwa mujibu wa ndoto yako. Mimi ninasema in general wewe utakwenda mbali zaidi eh, kupitia mfasiri wa ndoto. Mimi nataja ndoto zenye viashiria zinazo, zinazoashiria zinazoashiria. Kwa hivyo ili kufahamu kwamba ishara hiyo ni sheitani au uchawi moja kwa moja, lazima umpate mfasiri wa ndoto au ufike kwenye kituo cha tiba, ndiyo uelezwe sasa kwamba ah ah, huu ni uchawi huyu ni shaitani. Nadhani insha allahu taala mimi nitakuwa nimenufaika kwa malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa kukujuzeni haya. Lakini namba ishirini na nne ishirini na tano ni kufungwa mikono au miguu kwa kamba au nyororo. Ni nyororo imefunga mikono au imefunga miguu eh? Ukiona ndotoni ndoto hii, basi inakuashiria kwamba wewe umerogwa, wewe umepatwa na shida ya mtihani wa kushambulika na majini namna hiyo. Ishirini na sita, kuchorwa alama mwilini bila khiari. Ukiona ndotoni umechorwa ishara alama, alama yoyote mwilini bila hiari yako, basi wewe wewe umerogwa, umerogwa. Kwa makini, rudi kwa Mola wako haraka. Fafiru ila Allah, kimbilieni kwa Allah, kimbilieni kwa Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu maana kuna nguvu inatumika kukutikisa wewe au kutikisa mambo yako. Ndio maana unaona ukiwa umefungwa minyororo au umefua mikono au miguu, ni ishara kwamba mambo yako yatafungika, utaishi kwenye msoto mkali sana wa maisha, utapitia shida nyingi. Kuwa makini sana. Namba ishirini na saba, kumwona mtu ndotoni akichanganya changanya unga usiofahamika au akichanganyachanganya madawa. Hili pia si jambo zuri kuona katika ndoto, ni ishara ya uchawi au kudhulika na mashaitani. Uh, mara nyingi hii hugusa uchawi moja kwa moja. Kuona kaburi linakuita ndotoni, unatembea mara unasikia kaburi linakuita. Jumo jumos ni mbaya hii, hii ni mbaya ni katika mambo mabaya mtu kuona katika ndoto. Hii ni ishara pia ya mtu kuandamwa na nguvu za kiroho, aidha uchawi au mashaitani. Mimi nime experience hii kitu kwa muda zaidi ya miaka sasa, miaka chungu nzima, tangu mwaka elfu mbili kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja mpaka leo ishirini na sita ishirini na tano kwenda ishirini na sita insha Allahu taala. Kazi yangu kubwa ni hii, kutafsiri ndoto, lakini pia kufanya tiba asili kwa mujibu wa kitabu Qurani, eh, na miti dawa. Nimedumu katika hizo kwa muda huo wote. Nyuma ya hapo, nilikuwa nafanya chini ya watu wazee, wakinituma Jafari, fanya hivi, Jafari, fanya hivi, andika aya hii ya Qurani, ni tiba, msomee mtu aya hii ya Qurani, ni tiba, mpaka mwaka elfu mbili na kumi na saba niliporuhusiwa na mashehe zangu mimi sasa kujihusisha rasmi kama tabibu ninayejitegemea. Kwao naomba ushauri na kwenda kutaka baraka. Nime experience haya ninayo yasema. Na katika falsafa ya ufasiri wa ndoto, fahamu kwamba hii ni falsafa bobezi. Mimi nimebobea katika hili, ndiyo maana hapa katika ninayo yazungumza zungumza yapo utakayokuta vitabuni na yako ambayo kwenye vitabu kila ukienda kukodoa hicho huwezi kukuta, ila mimi ninakwambia ni miongoni mwa ilmu lamani ambayo Allah subhanahu wataala ameniruzuku. Maana Allah eh humpa mtakae katika waja wake. Ishirini uh, na saba, kuona mtu akichanganya dawa au unga katika ndoto 28. Kusikia mtu akisema umerogwa, yani mtu anakuashiria kabisa umerogwa katika ndoto, fahamu kwamba hiyo ipo serious. hiyo sio prediction yani, iko serious, umerogwa kweli. ishirini na tisa. Kuona kaburi linakuita yumo yumo hivyo, hiyo nimeshazungumza tayari. Sasa ndoto ya thelathini ambayo ndiyo ndoto ngeni hapa ni kuona kivuli kinakufuata kwa nyuma bila kuonekana sura, kila ukigeuka hivi kivuli kipo, ukianda hivi kivuli kinakufuata au unasikia michakato michakato michakato wewe wewe. Shetani anakuandama wewe, shetani anakuandama. Kwa kuona hivyo fahamu kabisa kwamba pana nguvu ya shetani inakuandama, ndiyo maana umeona hilo. Um, ndoto ya thelathini. Hiyo ndoto ya thelathini na moja huyumba kama umelewa bila sababu. Ndotoni unatembea ukiwa umelewa, unayumba kulia na kushoto, ukitembea haunyooki. Hii uchukua taswira zote mbili, aidha mtu amerogwa au ana shetani eh, anamsumbua. Maana katika majini wako ambao wakitembea hawaendi straight, wanayumba kulia na kushoto kulia na kushoto kulia kushoto kulia kushoto namna hiyo. Kwa hivyo basi, hiyo pia ni sehemu ya ishara ambazo mtu huja akaona katika ndoto na zinamwashiria kwamba mm, wewe unasibiwa na nguvu isiyo ya kawaida. Ndoto thelathini na moja nimekusha ndoto e, e, thelathini na moja nimekwisha zitaja mpaka sasa ndugu zangu. Ndoto ya thelathini na mbili, ndoto za majini, ndoto za mapepo moja kwa moja, yaani kwamba hizo zinaashiria moja kwa moja mapepo. <coughs> Zile ambazo nilizitaja awali pale mwanzoni pale zinaashiria kifukizo kifungo au nguvu za giza sana lakini mara nyingi sheitani huwa ni kwa uchache sana kumwashiria sheitani. Lakini ndoto za kifuniko kwamba mtu unafungwa, umepigwa pini au kifungo au nguvu za giza, ni grupu hizi ambazo nimemaliza kuzitaja hapa nyuma kidogo kwenye klipu hii na mara chache sana kuashiria sheitani, lakini kwa hakika kabisa huwa mtu ambaye yupo kwenye kifungo au yupo kwenye nguvu za giza, ndiyo anaweza akaona ndoto hizi nilizozitaja hapa kumi na moja. Na sasa nataja e, ndoto ambazo mtu akiona moja kwa moja ndoto hizi ni jini moja kwa moja, yani, there is no doubt, hakuna kujiuliza mara mbili, moja kwa moja ni jini anakusumbua. Kwanza, kuona kiumbe anakuparamia au kukandamiza usingizini kwa uzito namna hii, unasikia kiumbe kinakutia uzito mpaka kuumwa, ni shida, mambo hayaendi, au anakuparamia tu katika ndoto wewe, moja kwa moja ni ishara kwamba majini wanakuandama hiyo ya kwanza. Ya pili, kuhisi mtu amekukalia kifuani, paralisi ya ndoto. Jambo baya sana hili, ni sheitani anakusumbua. Tatu, kuona jini au mfano wa mtu usiyemjua lakini anakutisha katika ndoto. Hilo si jambo jema, ni ishara ya mtu kusidiwa na sheitani. Tunasogea kidogo, namba nne jini kukuita kwa jina katika ndoto. Hili jambo si jambo la mchezo, tuliza kichwa, fanya rukya, rudi kwa mola wako haraka sana. Fafiruu ilallah, kimbilieni kwa Allah haraka maana panataka msaada wake, panataka nguvu yake itumike ipasavyo kukulinda. Taka protection kwa mola wako, jini anakusumbua au mashetani wameanza kukuandama. Hizi ninazosema sasa, moja kwa moja zinamwashiria jini kwamba tayari ameshaingiza nguvu yake kwako sasa. Hapa na mambo kadhaa, inawezekana ikawa jini huyu ametumwa, au ikawa shetani tu mkorofi, maifrit ameamua kukusumbua. ya yatano ni jini kukupa agizo au amri kwenye ndoto. Unaona jini anakupa agizo au amri Eh, anakuambia bwana bwana, neka fanya jambo fulani, tekeleza hili, utakuwa ume umesibiwa na shari za kijini wewe, kwa hivyo kuwa makini. Eh, sita, kuona mtu eh, nyumba yake imejaa viumbe weusi eh, hili nalo jambo mtu anaona nyumba yake nyumba anayoishi ina viumbe vyeusi vimejaa, ili si jambo jema, utaona wadudu labda weusi weusi eh? Taona labda viumbe visivyoeleweka vyeusi, au watu mbilikimo wale kazi weusi wale weusi weusi wako ndani, au unaona eh? mbilikimo umekuwa wengi nje ya nyumba hiyo, ni ishara kwamba wewe umesibiwa na majini. Kuona mtu alikufanyia uchawi moja kwa moja hii pia ni ishara ya jini kukusumbua na majini walivyo wakorofi. <laughs> Unamuona baba yako, unamuona mama yako, alafu kila ukifunga jicho ndoto hiyo inajirudia, masiku yanakuwa mengi, kila ukitaka utatuzi ndoto ni hiyo inakuja. Mambo ni mengi, jini anataka kukufitinisha na watu, ameshakusibi shetani wewe. Lakini kuona kuingia sehemu yenye giza lisilo na mwisho Umeingia sehemu ina kiza totoro, ni ishara mbaya kwamba wewe umesibiwa na majini, sibiwa na jini hivyo taka msaada wa Mola wako. Kutembelea misitu au mapango yenye nguvu za ajabu, hii pia ni ishara ya mtu kusibiwa na jini, kufikwa na majini, kushukiwa na majini au kuingia kwenye mtikisiko wa majini namba E, kumi. Kuona mtu anachimba shimo na kuweka kitu ndani yake, hii pia ni ishara ya mtu kusibiwa na majini. Kwanza ukashangaa, kwa nini sio uchawi? Kwani mi sijaona, ila nyinyi ndio mfasiri wa ndoto. Sasa acha kuishi na hisia um, mpaka hapo ni ndoto arobaini na moja nitakuwa nimekwisha zitaja, kutoka klipu ile ya kwanza mpaka klipu hii ya pili nimekusha taja takribani ndoto eh, takribani ndoto arobaini na moja. Sasa kuna ndoto za mwili, maumivu au kushambuliwa. Ndoto hizi ukiziona fahamu kwamba hujadhurika na uchawi, hujadhurika na majini, lakini wewe asili ya ndoto hii uliyoiona ni mwili wako kuwa katika hali ya maumivu au kushambuliwa, maumivu ya zamani au msongo wa mawazo uliokupiga tangu zamani. Sasa haya yanakuja moja kwa moja katika ndoto. Kwa mfano, kutoona uso wako ukijitazama kwenye kioo, kupoteza nywele kwa pigo, eh, kutoa mbao sindano au vitu mwilini, eh, ndio ndoto hizi za mwili au maumivu au kushambuliwa, mara nyingi huwa na ishara ya mtu aliyesibiwa na majini au uchawi, japokuwa si moja kwa moja. Si moja kwa moja, narudia. Aina ya ndoto za mwili, maumivu ya mwili au kushambuliwa, ndoto hizi huja ikawa ni sehemu iya yeah, juzo kwamba wewe umerogwa au ikawa si kweli, ikawa kuna taabu ambayo unapitia usingizini au ulipitia mchana au masiku ya zamani. Kupoteza nywele kwa pigo moja, pigwa pigo nywele zimepotea, ndoto hii hujulisha mtu kurogwa, lakini si mara zote. Kutoa mbao sindano au vitu vyovyote mwilini, ndoto hii hujulisha mtu kurogwa, lakini si mara zote. Kuhisi maumivu makali yanayotoka ghafla. Hey. Hey. Pitia shida kidogo ya kiufundi vijana walishindwa kusovu, nikenda mwenyewe kushughulikia. Mambo ya kiufundi yanasumbua wakati mwingine, na hawa ni wageni, kumradhi sana. Tunaendelea. Kwa hivyo, kuhisi maumivu makali yanayotoka ghafla mwilini ni ishara hiyo pia, lakini kuota unachinjwa au kukatwa sehemu ya mwili au kuona damu nyeusi ikitoka mwilini, kuingiliwa kinguvu na kiumbe kisichoeleweka, huu hmm. ni uchawi wa waziwazi wa kuingiliwa kimwili eh. Kuingiwa mwilini pia na kiumbe kisichoeleweka ni ishara ya mtu kwamba yupo kwenye hali za kurogeka, lakini kuanguka kutoka juu mara pu mpaka chini, hii ni ishara ya kurogwa moja kwa moja kwa mujibu wa Surati At-Taha. Au mtu amefanya jambo baya la dhambi au mtu amefanya jambo baya la dhambi, ndiyo anaweza kuona ndoto ya namna hii, akidonoka kutoka juu mpaka chini. Iko hivyo lakini pia kuota uko uchi mbele za watu bila sababu, hii ni ishara ya kurogwa. Kuota unatembea kwenye moto au makaburi bila kuungua, eh, hiyo pia ni ishara ya mtu kurogwa moja kwa moja. Dalili za msingi zinazoambatana na ndoto hizi kwa mujibu wa kitabu na tafsiri za Kiislamu, sisi Waislamu, dalili za msingi zinazoambatana na ndoto hizi naweza nikazungumza hapa eh, eh, kuongezeka kwa ndoto mbaya mfululizo kwa wiki tatu eh, zinafululiza moja, hiyo eh, ishara ya nafsi kukabiliwa na msongo usda au mashaka ya kiroho. Pia mpili, hofu isiyoelezeka wakati wa kulala ukifika mtu nafsi haitulii. Haya yote huashiria moja kwa moja kwamba, uh, wewe unarogwa. Pamoja na ndoto nilizozitaja kwenye klipu hii na klipu iliyopita, mambo haya huja yakaambatana na moja ya ndoto uliyoiona, eh, kwamba zinajirudia au zinafululiza. Ndoto za aina hii, fahamu kabisa kwamba hali yako si salama. Inaweza kuwa mtu ana hofu isiyoelezeka wakati wa kulala. Mtu anahisi kama anaangaliwa au kufuatwa na mtu fulani au na kitu fulani, kushindwa kusoma Qur'ani notoni au kusoma vibaya. Hii hutajwa sana na wanazuoni wetu. Wamekuwa wakiitaja hii repeatedly, imekuwa kwa kujirudiarudia, vitabu vingi sana vimetaja. Kwa hivyo ni ishara ya shaka ya kiroho, nguvu imetumika upande wako isiyo ya kawaida. Kupatwa na maumivu au uzito wa kifua kifuani, hapa kila wakati unasikia kama kifua kifunguke hivi, hii ni ishara mbaya pia, kifua kinashika hivi, ishara mbaya sana, miongoni mwa yale ambayo yanaambatana na jumla ya ndoto hizi nilizozitaja kwenye clip ya kwanza na hii clip ya pili, kupatwa eh, na uchovu kupita kiasi hata kama mtu amelala vizuri masaa yamefika saba mpaka nane kalala, lakini bado akiamka hali ni tete. Hii ni miongoni mwa ishara mbaya na ni dalili za kwamba wewe umesibiwa na majini, lakini pia uchawi au kuota mtu yule yule akikuumiza mara kwa mara katika ndoto. Mtu mmoja huyo kila siku anakuumiza Ah, nilisema ndoto ya mtu kuona anaingiliwa hata kinyume na macho mbili, eh huja kadirisha mtu kukutendea vibaya au mtu kukuliwaza, lakini kinyume inajirudia mara kwa mara mara kwa mara, unaingiliwa tu unaingiliwa tu, si nzuri hii. Hii ni ishara mbaya, ishara mbaya pia. Mwanga mweusi moshi au kivuli mara kwa mara e, eh, ikiambatana na hii hali ya kuona ndoto hizi, hakika kabisa kwamba ni jambo baya au kutoka usingizini ukilia ya kelele ya au kukimbia, unainuka ghafla unaondoka, au usiku wa manane umeamka bila kujielewa, unakwenda kufungua mlango mlango. Nikupe siri, mtu utakayemuona anainuka usiku kitandani, anakwenda kufungua mlango akiwa hajielewi, huyu mtu amesibiwa na jini hibdulili shihaka, wanamuita rubamba, kwa jina lingine cheketu. Ni shetani mbaya sana huyu, wachawi wanamuita mtu kumuita kupitia jini huyu, anamvaa kisha aende akafungue mlango. Mimi nikwambieni tu, hakuna mchawi ambaye anapita ukutani eti aingie kwenye nyumba ya mtu kapita ukutani, eh, au sijui kwenye kisu cha mlango kama watu wanavyodanganyana. Hakuna mambo ya namna hiyo. Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwa muongo. Hayo ni mambo ya kwenye video. Hayo alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fungeni milango, kwani shetani hafungui mlango. Mwenyeelewa vizuri. Kwa hivyo ni mapema tu, watu wakiwa wanataka kukuroga mapema wanamtuma jini na kuja ndani, mlango ukiwa wazi anaingia, ili usiku ukifika, wao wanamuita jini wao kwa alama na ishara zao na saini zao, kisha yule jini ndipo sasa anakuingia mwilini, alafu anakwenda kufungua mlango kupitia wewe. Kwa hivyo wewe ndiye unayetumika kufungua mlango, sio jini mtoto, mwenyelewa vizuri. Majini huwa anagonga milango anagonga hodi. <laughs> nisije nikaongea mambo mengine makubwa huku na mazito, tukawatisha watu, lakini nimekusudia kuzungumza alama tu kwa kumalizia. Hizi ndoto kuja pia zikatokea kwa kuwa mtu ana msongo wa mawazo, hofu iliyojengeka kwenye nafsi yake, au shinda ya kiroho. Kwa hivyo, ili kungamua kama kweli ni tatizo la kijini lazima apatikane tabibu bingwa akuangalie kwa umakini kupitia ndoto zako na alama ambazo yeye atakuuliza. Kwa haya niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Nishikilie hapo hapo kabla sijaondoka, kwa ushauri na tiba, karibu pia kituoni kwetu Alqist Hebo Light Healing Center, Tabata Kimanga. Unashuka Chama, unauliza mtaa the place au unachukua pikipiki kwa shilingi elfu moja tu, unafika mpaka kituoni kwetu. Tutakushauri, tutakupa msaada wa kitabibu pia kwa ajili ya kuepukana na mazonge mbalimbali. Ila liqaa mbali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu <tik>